Saa moja kamili tayari imekwisha kutimia, msikilizaji wa Radio Kwizera, na hii ni asubuhi njema. Kama nilivyokwambia kwamba itakapotimia majira ya saa moja asubuhi tutapata wasaa mzuri kabisa wa kusikiliza kipindi kinachohusu tathmini ya athari za kijamii na kimazingira katika mradi wa uchimbaji wa madini nickel katika mgodi wa Kabanga Nickel, ni leo saa moja hii, lakini usisahau kutuma ujumbe mfupi kupitia 0692 tano saba tatu sita moja tano sifuri sita tisa mbili tano saba tatu sita moja tano kwa kile ambacho utakuwa umekisikia katika kipindi hiki. Hujambo msikilizaji wa redio Kwizera inayotangaza kutoka mjini Ngara, Kagera, Tanzania, kupitia masafa ya FM, lakini pia mtandao wa intaneti kote ulimwenguni. Na hii ni redio namba moja kanda ya ziwa kwa redio za kijamii. Karibu katika kipindi maalum cha tathmini ya athari za kijamii na kimazingira katika mradi wa uchimbaji wa madini ya nickel mgodi wa Kabanga Nickel na uchenjuaji wa madini hayo katika kiwanda ndani ya manispaa ya Kahama, mkoa wa Shinyanga. Tutaosikia wataalamu wa tathmini kutoka kampuni ya City Engineering na RSK waliofanya tafiti za athari za shughuli zote za mradi wa uchimbaji na uchenjuaji wa madini ya nikel, wapo hapa kutupa matokeo ya tathmini hiyo. Pia tutakuwa na afisa kutoka Tembo Nickel akiongoza wataalamu ndani ya kipindi hiki maalum. Bwana Ramson ni msema kweli. Kipindi hiki kinaletwa kwenu na kampuni ya uchimbaji iliyopewa leseni ya uchimbaji wa madini ya nickel, Tembo Nickel. Mimi ni Albert Andrew Cavano nasema karibu. Bwana Ramson ni msema kweli, karibu ndani ya redio Kwizera, lakini pia jamii iko tayari kwa kuwasikiliza ndani ya kipindi hiki maalum cha utoaji matokeo ya tathmini ya athari za kijamii na kimazingira katika shughuli zote ambazo zitakuwa zikifanywa kwenye uchimbaji wa madini ya nikel shughuli zitakapoanza. Karibu sana. Asante ndugu mtangazaji, na tuko hapa na wataalam ambao tumekuja kuelezea mrejesho wa tathmini ya athari ya kimazingira pamoja na kijamii ambayo inatazamiwa kuletwa ama kupatikana baada ya shughuli za uendeshaji wa mradi wa Tembo nickel. Tembo nickel ni nini? Tembo nickel ni kampuni ya uchimbaji wa madini inayofanya shughuli zake ndani ya nchi ya Tanzania na kampuni hii ilianzishwa baada ya kusainiwa kwa mkataba mkuu wa ushirikiano wa kibiashara kati ya serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania na kampuni ya Kabanga Nikel kwa ajili ya kuendeleza mradi wa mgodi wa Kabanga. Mradi huu wa Kabanga upo mkoa wa Kagera, wilaya ya Ngara, kaskazini magharibi mwa nchi ya Tanzania. Na mnamo Oktoba mwaka elfu mbili na ishirini na moja, kampuni ya Tembo Nikel ilipewa leseni maalum ya uchimbaji serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Madini, na leseni hiyo ilionyesha wazi wa kuwa eneo lililopewa Tembo Nikeli ni kilomita za mraba 201.85, lakini pamoja na eneo hilo Tembo Nikeli itatumia hekta 1479 ambazo zitatumika kwa shughuli wa mradi. Eneo hilo litaathiri kata tatu ikiwemo kata ya e Bugarama, Bukililo pamoja na Muganza, ambapo ndani ya kata hizo kuna vijiji vitano: kijiji cha Bugarama, Lwinyana, Mukubu, Muganza pamoja na Nyabihanga. Shughuli za mradi zitaathiri kaya 1326 ambazo zitalazimika kuhama kutoka kwenye eneo la mradi na kwenda kwenye maeneo yaliyopangwa. Kati ya waguswa hao, waguswa 349 ni waguswa wa makazi na waguswa 977 ni waguswa wa kiuchumi. Kwa kuwa mradi wetu unafanywa kwa kufuata sheria za ndani na miongozo ya kimataifa, hivyo ni taka la kisheria kwa kampuni kufanya tathmini athari za kimazingira na kijamii, ambapo kampuni ilitafuta washauri elekezi ili kuifanya kazi hiyo na kupata cheti cha NEMKI mwaka jana elfu mbili 24. Sasa tunao wataalam wa kampuni mbili ambapo walifanya tathmini hiyo. Kampuni ya kwanza ya City Engineering ilifanya tathmini athari ya kimazingira katika eneo la mradi, lakini pia kampuni ya RSK ambayo yenyewe ilifanya tathmini athari ya kimazingira katika maeneo ambayo waguswa watakwenda kuhamishiwa. Sasa kipekee ni wakaribishe wataalam kutoka kampuni ya City Engineering ili kutueleza athari ambazo waliziona za kimazingira pamoja na namna ya kuboresha. Sasa niwakaribishe kampuni ya City Engineering ili iweze kutueleza namna walivyotambua hizo athari na namna bora ya kuweza kudhibiti ili kuweza kuwa na mradi bora kwa jamii inayotuzunguka asante. Asante kwa majina, naitwa Nuru Mtindo, ni mshauri elekezi wa masuala ya kijamii kutoka katika kampuni ya City Engineering. Kama ambavyo imeelezwa, kampuni yetu ilipata kazi ya kufanya tathmini ya athari za kimazingira na kijamii kwenye eneo la mradi au eneo la mgodi ambao Tembo Nickel inatarajia kufanya shughuli zake za uchimbaji wa madini, lakini pia tathmini ya athari za kimazingira na kijamii kwenye eneo la mradi ambao Tembo Nickel inatarajia kufanya shughuli za kuchakatia madini, ambalo ni eneo linalopatikana wilaya ya Kahama. Baada ya kufanya tathmini hizi athari zilibainika kwenye maeneo tofauti tofauti, kwa maana ya kwamba maeneo ya biolojia, maeneo ya fizikia, maeneo ya athari za kijamii kiuchumi. Na baada ya kufanya tathmini hizi, tathmini hizi zilijumuisha zili uhusishwaji kwa maana ya kwamba wadau wote ambao uh, wanahusika kwenye huu mradi walihusishwa kwenye awamu tofauti tofauti, lakini pia wadau walihusishwa kuanzia ngazi ya mkoa mpaka ngazi ya jamii na ngazi ya mguso mmoja mmoja, ili kuchukua maoni kuchukua ushauri, lakini pia kuandaa mpango mzuri unaolenga kupunguza athari zilizobainika kutokana na shughuli za mradi. Hivyo lengo haswa ni kurudisha taarifa kwa jamii, kwa maana ya athari zilizobainika, kurudisha kwa jamii, kuwafahamisha kuhusiana na mpango na mikakati iliyowekwa ili kuhakikisha kwamba hizi athari zinapunguzwa au zinatolewa kabisa. Kwa kuanza, nitaanza kwa athari za kibiolojia kwa maana ya kwamba shughuli za mradi zina uwezekano wa kuchochea uharibifu wa, wa mazingira kwa maana ya kwamba kupotea au kuvurugika kwa viumbe hai. Viumbe hai wa majini viumbe hai wa nchi kavu stadi zilizofanyika zilibainisha kuwepo kwa viumbe hai mbalimbali mbali, kama vile chura ndege na mimea tofauti tofauti hivyo shughuli za mradi zina uwezekano wa kuvuruga hivi viumbe moja kati ya mipango ambayo imeainishwa ili kuhakikisha kwamba hizi athari zinapunguzwa ni pamoja na uhifadhi wa maeneo ambayo ni nyeti yaliyobainishwa kuwepo kwa hivi viumbe lakini pia kuweka mipaka ya neo ambayo yatatumika na mradi na kutunza maeneo ya uoto wa asili, kuhakikisha kwamba shughuli za mradi zinarudisha hali halisi ya, ya uoto pale baada ya kumaliza matumizi ya eneo husika. Athari nyingine ni upande wa fizikia, kwa maana ya kwamba athari ya ubora wa hewa, udongo, vyanzo vya maji, kelele na uchafuzi wa mazingira hivyo shughuli za mradi zinatarajiwa kuongeza kuzalisha vumbi kwa maana ya kwamba kuanzia shughuli za uchimbaji na hata usafirishaji kutoka eneo la mgodi kuelekea eneo la uchakataji. Pia kuna uwezekano wa kuathiri ubora wa udongo, pia ubora wa vyanzo vya maji na kelele pamoja na, na mitetemo. Tunafahamu kwamba ipo mikakati ambayo kampuni imeweka na kama washauri tumeshauri ifuatwe ili kuhakikisha kwamba hizi athari zinapungua, na moja kati ya mikakati ni pamoja na a kupima ubora wa maji, hewa, kelele kabla ya shughuli za mradi kuanza ili kuangalia hali ya awali ikoje, lakini pia kuwa na mpango wa ufuatiliaji kwa mara kwa mara kipindi chote cha uendeshaji wa mradi, kuhakikisha kwamba ubora wa hivi vyanzo unakuwa ni endelevu kwa kipindi chote cha mradi. Pia kuwepo na mkakati bora wa kutunza taka na kuhakikisha takataka zote haziathiri mazingira, kwa maana ya kwamba taka sumu na pamoja na zile taka zisizosumu kutakuwa na mpango bora wa kuhifadhi taka zote. Athari nyingine iliyobainika ni upande wa kiuchumi. Hii ni athari ambayo ni chanya, kwa maana ya kwamba shughuli za mradi zitaongeza pato la taifa, pato la mtu mmoja mmoja, litachochea shughuli za kibiashara, hivyo kutakuwa na mzunguko wa pesa. Moja kati ya mikakati bora ambayo imewekwa au imeainishwa kuhakikisha kwamba kuna uboreshwaji uh, wa maisha lakini, pia hii athari inakuwa ni bora zaidi, ni kutoa vipaumbele vya ajira kwa wakazi wanaozunguka maeneo ya mradi, lakini pia ushirikishwaji wa wadau wote kwenye hatua zote za mradi na kuhakikisha kwamba kuna kuwa na programu za uhusishwaji ili kuwasaidia wadau wote kufahamu nini ambacho kinaendelea kwenye eneo la mradi. Athari nyingine ambayo imebainika ni athari za kijamii na ni athari kubwa zaidi ambayo tunatazamia kutokana na shughuli za mradi, kutokana na ongezeko la watu ambalo linatarajiwa kusababishwa na shughuli za mradi. Hivyo kutakuwepo na ongezeko la magonjwa yanayoambukizwa lakini pia migogoro baina ya watu na watu au migogoro baina ya mgodi na, na jamii inayozunguka mgodi hivyo moja kati ya mipango iliyoainishwa kuhakikisha hizi athari zinapungua ni pamoja na uhusishwaji kwenye ngazi zote za uendeshaji wa mradi, lakini pia elimu kutolewa kwenye masuala ya magonjwa na kuhakikisha kwamba huduma zote za kijamii haswa huduma za afya zinaboreshwa, kuhakikisha zinakidhi mahitaji ya jamii inayozunguka eneo la mradi. Pia athari nyingine ya kijamii iliyoainishwa ni pamoja na shinikizo la miundombinu ya huduma za kijamii kutokana na ongezeko la watu. Moja kati ya mpango uliobainika ni kuhakikisha kwamba hizi huduma zinaboreshwa kwa kupitia programu za kurejesha kwa jamii, ambazo ni moja kati ya programu ambazo kampuni tayari inazifanyia kazi, kwa maana ya kwamba kuboresha vituo vya afya, kuboresha huduma za elimu. Athari nyingine ambayo imebainika kwenye upande wa kijamii ni athari ya ongezeko la msongamano kwa maana ya kwamba tunafahamu shughuli za mradi zitahusisha kupita kwa magari kwenye njia zinazoingia na kutoka kwenye eneo la mradi. Hivyo, moja kati ya mipango ambayo imewekwa kuhakikisha kwamba hizi athari zinapunguzwa ni pamoja na matengenezo ya barabara zote ambazo zitahusika na shughuli za mradi, pia kuweka alama za barabarani, kutoa elimu kwa jamii na watumiaji wote wa barabara, lakini kuhakikisha kwamba madereva na magari yanayotumika na shughuli za mradi yanakuwa yana fuatiliwa na Athari nyingine ambayo imebainika ni kwenye upande wa kubadilika kwa matumizi ya ardhi. Shughuli za mradi zitapelekea kubadilika kwa matumizi ya ardhi, kwa maana ya kwamba hapo awali ardhi ilikuwa inatumika kwa matumizi ya makazi, shughuli za kiuchumi, lakini kuwepo kwa mradi kutapelekea eneo hilo likawa la matumizi ya shughuli za uchimbaji, hivyo kulazimisha watu kuhamishwa kutoka kwenye yale maeneo waliokuwa wanaishi awali na kupelekwa kwenye maeneo mapya. Hivyo mpango bora ambao umewekwa kuhakikisha kwamba hii athari inapungua ni kwanza kufanya mpango bora wa marejesho ya makazi ya watu ambao watahamishwa, lakini pia kuhusisha wadau wote na waguswa wa mradi kwenye hatua zote, kuanzia kupanga mpaka kuhamisha makazi yao kwenda kwenye makazi ambayo watahamishiwa. Asante sana Nuru, kwa maelezo mazuri kwa habari ya athari za kimazingira na kijamii ambazo zinatarajiwa kupatikana hasa ba mara baada ya kuwepo kwa mradi wa Tembo Nickel. Lakini pia umeeleza vizuri kwa habari ya hatua zipi sasa zifuatwe, ili kuweza kupunguza hizo athari ambazo ni hasi, lakini pia kuongeza mchango uh, chanya kwenye zile athari ambazo tumeona kuwa ni chanya. Sasa tunaye hapa mtaalam kutoka RSK ambao wao walifanya tathmini hii ya athari ya kimazingira pamoja na kijamii katika yale maeneo ambayo tunaenda kuhamisha waguswa wa mradi. Karibishe sana karibu sana mtaalam. Asante sana mwakilishi wa Tembo Nickel. Jina langu ni Jofre Mutayoba, mshauri elekezi mwandamizi wa maswala ya kijamii kutoka kampuni ya RSK ambayo ndiyo mshauri elekezi wa kampuni ya Tembo Nickel kwenye tathmini ya athari za mazingira na kijamii kwenye maeneo ya uhamisho. Maeneo hayo ya uhamisho yapo katika vijiji vitano vya Mukubu, Magamba, Ruuba, Mkigende na Kazingati. Maeneo hayo yatahitaji miundombinu muhimu za kijamii ambazo ni kama makazi mapya, barabara bora na mifumo ya usambazaji wa maji safi, ikiwa namna ya kuzikabili athari hasi ambazo zinaweza zikasababishwa na, na uhamisho. Hii tathmini ya kutambua athari za kijamii na za kimazingira imezingatia sana ushirikishwaji wa wadau. Shughuli za ushirikishwaji wa wadau zilifanywa kwenye ngazi mbalimbali za kiutawala ikiwemo ngazi ya kitaifa, ngazi ya mkoa, ngazi ya wilaya, ya kata, vijiji vya mradi na vile vya uhamisho. Matokeo ya tathmini yanaonyesha ya kuwa mradi ambao unapendekezwa unakubaliwa na umepokelewa kwa kiwango cha hali ya juu na wadau wote ambao wametembelewa. Haya maendeleo ndani ya maeneo ya uhamishaji yanatarajiwa kuleta athari ambazo ni chanya na za muda mrefu ikiwa ni pamoja na kuboresha maisha ya kaya, jamii za wenyeji na wilaya ya Ngara kwa ujumla. Mfano wa athari ambazo ni chanya ni pamoja na ajira kwa wale wenyeji ambao watakutwa kwenye maeneo ya uhamisho, sambamba na uboreshaji wa miundombinu na huduma za kijamii wakati wa ujenzi na uendeshwaji wa mradi. Aidha, athari hasi ambazo zinaweza kutokea ni kama ongezeko la mahitaji ya nishati ya kuni, athari za kiafya na usalama, kusambaa kwa magonjwa ya kuambukizwa pamoja na athari kwa mazingira ikiwemo miti, mimea, maji hewa na viumbe hai. Athari hizi ambazo ni hasi zinaweza kuepukika au zinaweza zikapungua ama zikadhibitiwa, ambapo hatua mbalimbali zimewasilishwa kwa ajili ya utekelezaji wakati wa ujenzi na uendeshwaji wa mradi. Kwa ujumla wake, tathmini hii imebaini ya kwamba mpango wa uboreshaji wa makazi ya waguswa umezingatia ushirikishwaji wa waguswa kwa hali ya juu katika hatua mbalimbali mbali ikiwemo uchaguzi wa maeneo ya uhamisho ambayo watayapendelea pamoja na maoni kwenye ubunifu wa nyumba. Pia nyumba za mfano zimejengwa ili waguswa wapate kwenda na kuona ni aina gani ya nyumba ambazo watajengewa. Nyumba hizo zitajengwa wakizingatia maoni ya waguswa pamoja na ya kitaalamu. Pia tathmini imebaini ya kwamba urejeshwaji wa maisha ya waguswa umezingatia uboreshwaji wa miundombinu mbalimbali ikiwemo miundombinu ya barabara. Barabara ambazo zitatumika wakati wa ujenzi na shughuli za mradi kwa ujumla zitaboreshwa, lakini pia kuna baadhi ya barabara za maunganisho ambazo zitajengwa. Barabara hizi pia zitatumiwa na jamii inayozunguka mradi. Sambamba na hilo, nishati mbadala pia imezingatiwa ambapo nyumba zote za waguswa zitawekewa umeme wa nishati ya jua na zitakuwa na majiko sanifu ya kupikia. Lengo la jitihada hizi ni kupunguza ukataji wa miti na kuzuia magonjwa yatokanayo na moshi. Katika kuhakikisha jamii inayokutwa hailemewi na wageni watakaohamia, kuna baadhi ya mipango na jitihada ambayo imewekwa ikiwemo uboreshwaji wa baadhi ya miundombinu ya kijamii kama vile shule, vituo vya afya, na vyanzo au mitandao ya maji. Hatua hizi pia zimeshaanza kuwa zinachukuliwa na kampuni ya Temonikel, ambapo imeshaanza jitihada za kuboresha mazingira ya shule kwenye vijiji vya uhamisho sambamba na, na uchimbaji wa visima vya maji. Pia jamii itaelimishwa juu ya magonjwa yanayoweza kuambukizwa kwa kupitia shughuli mbalimbali ikiwemo elimu kwa afya na ufahamu kuhusu ueneaji wa magonjwa ya kuambukizwa. Jitihada zingine ni kuhamasisha njia za mawasiliano za wazi kati ya wanajamii na wadau wa, wa mradi ili kutoa taarifa kwa haraka kuhusu masuala ya usalama. Hili litasaidia kuepuka athari za ulinzi na usalama wa jamii ambazo zinaweza zikatokea. Sambamba na hilo, pataandaliwa na kutekeleza mpango wa usimamizi wa usalama barabarani ili kuhakikisha usalama wa vyombo vya moto na watumiaji wa barabara wakati wa ujenzi ili kupunguza ajali za barabarani. Nyaraka za tathmini hizi mbili ambazo zimeelezwa hapa ni nyaraka za wazi na zimetolewa kwa wadau mbalimbali mbali ambao wanapatikana kwenye ngazi za kitaifa, ngazi ya mkoa, ngazi ya wilaya na kwenye vijiji ambavyo vinapitiwa na mradi. Nyaraka hizi zinapatikana ndani ya tovuti ya Tembo Nickel, pia kwenye ofisi za serikali ya vijiji ambavyo vinapatikana kwenye mradi. Pia ipo namba ya bure ili kuwasilisha maoni na ushauri juu ya tathmini hizi, lakini juu ya mradi wa Tembo Nickel kwa ujumla. Namba hiyo ni 0800 750 258 narudia namba hiyo ni 0800 750 258. Namba hii ni bure. Shukrani sana Bwana Ramsoni na wageni wetu kwa hayo ambayo umeweza kuyaeleza zaidi kwa wasikilizaji, hasa wakazi wa wilaya Ngara ambao ndio wagoswa zaidi wa mradi huu wa uchimbaji madini ya nikel katika mgodi wa Kabanga Nikel chini ya kampuni ya uchimbaji madini Tembo Nikel. Asante ndugu mtangazaji. Ni imani yangu kwamba msikilizaji, umepata aliyo mengi zaidi kutoka kwa maafisa waliokuja na matokeo ya tathmini ya athari za kijamii na kimazingira iliyofanywa na kampuni za RSK pamoja na City Engineering chini ya kampuni ya uchimbaji madini ya Tembo Nickel. Shukran sana kwa bwana Ramson msema kweli na wataalamu wetu Nur Mtindo na Geoffrey Mtayoba, lakini pia wewe ulifuata na nasi mwanzo mpaka tamati ya kipindi hiki maalum. Kumbuka kipindi hiki kimeletwa kwenu na kampuni ya uchimbaji madini ya Tembo Nickel. Mimi ni Albert Endukavano ni, ni kutekea wakati mwema. Asante na bye bye. mwiriwe mwiriwe mwiriwe mapei mwiriwe traa mwiriwe niipuye mumujango Umetoka kusikiliza kipindi maalum msikilizaji, ambacho kilikuwa kinaangazia tathmini ya athari za kijamii na kimazingira katika mradi wa uchimbaji wa madini nikeli katika mgodi wa Kabanga Nickel. Na kama nilivyokuambia kwamba ujumbe wako ni muhimu sana, hapa ndani nitaupitia ili kuona kile ambacho wewe umetuandikia. Na nikianza na huyo amesema athari ya mgodi wa Kabanga Nickel, kwanza huleta mmonyoko wa udongo mm; mbili huleta athari ya hali ya hewa kijamii. Haya, asante kutokea Murusagamba Ngara, shukrani sana. Gabriel Kasato Bizara kutokea Murusagamba kona Ngara Kagera Tanzania, napenda kuwapongeza radio Kwizera kwa kutukujuza hayo yatokanayo na, na elimu juu ya kujua athari ya mazingira kupitia mgodi huo wa Tembo Nickel. Asanteni sana kwa elimu nzuri. Huyu ni Rishakabwa kitwe cha mbogo Biharamlo mesema mazingira ni kitu ambacho kinapaswa kutunzwa. Wanaohusika na mgodi huo wajitahidi kutunza mazingira hayo na vyanzo vya maji ili wananchi wasiweze kudhurika. Anaitwa mtendaji original akiwa Chambale Kumgamba Ngara, pende kuuliza je, huo uchimbaji wa madini Tembo Nickel unatarajia kuanza lini? Haya, asante kwa ujumbe wako bado naendelea kusoma ujumbe wako mfupi msikilizaji, ambao umeutuma hapa. Huyu ni Dominic kutoka Nyachonga Ngara. madini ya Kabanga Nickel, ni madini ya manufaa kwa wilaya ya Ngala. Kujulikana huyu amesema ni msome kama Aquiboy au Sisu Express, na nawashukuru Kwizera kwa kutupatia habari kemkem Kem. Haya, asante, ujumbe wa Benedicto John kutokea Mbuba Ngara ameuliza vipi, nipende kuuliza hao watakaojengea ni wote watakuwa wanajua kuyatumia majiko banifu, na kwa nini wasiwaache waendelee na kuni na kama hakuna elimu ya majiko banifu. Saulo Saraziel kutokea Mtakuja Mwivuza, jamani, tutunze mazingira nayo yatutunze, tuko pamoja mpaka tamati. Shukran sana. Huyo amesema Tembo Nickel iko vizuri, mradi unaanza lini? Robert Bizuru toka Rulenge huyu amesema mradi wa Tembo Nickel ni mzuri, lakini athari pia zipo. Anaitwa Max Miliani Mjuni kutoka Kashinga. Douglas Saidi Kibingo Kibondo, kwa sasa uko Kahama mjini, unasema nimewapata na kuwaelewa Asante kwa kuendelea kutufuatilia. Yamesema, amesema hiyo elimu imenipa ufahamu mkubwa sana. Tuko pamoja sana, anaitwa Kahindi Julius kutokea Nyarugusu Kasulu. Haya, asante Justin, kutokea Keza. Je, hizo barabara zitakazotengenezwa zitakuwa na viwango vya rami anatamani kujua hilo pia lakini kutokea lukila keza amesema watu walioathiriwa na mradi huo wapewe fidia zao mradi wa Tembo Nickel ni mzuri sana ingawa sisi vijana wanatupa wakati mgumu kujiunga kwa vigezo vingi serikali ituonee jicho la huruma tupate nafasi nasi ili umaskini uh, tuepuke kabisa Imaboy kutokea Makerehe kata ya Kanazi wilaya ya Ngara uyamesema, mradi wa Tembo Nickel, naamini utanufaisha kwa asilimia kubwa wakazi wa, wa maeneo husika. Naomba kampuni ikaajili vijana wengi wa taifa la Tanzania. Tumsome kama Reverian Rusizila kutokea Jururigwa Ngara. Anaitwa Bedeli Agustin kutokea Msagara Rulenge, umesema hakika kampuni ya Tembo Nickel, naishukuru sana, maana walio wengi imewaingizia kipato, ila hoja uh, hoja yako ni kwamba kuna asilimia 40 iliyobaki benki kwa wale watakaohamishwa, je, fedha hiyo wataipata lini? Anaitwa Arnold Enoch Emmanuel anatokea Kayo, Kayoro Center. Radio Kwizera, tuko pamoja, asante kwa kutufuatilia Alphonse Williams kutokea na Katunga Ngara Asante kwa kutujuza habari kemkem na tuko pamoja mpaka tamati. Huyo anasema ni Jacobo Daudi kutokea Benako, mbona hawajatoa muda rasmi wa kuanza uchimbaji ili kwamba na sisi tufuatilie ajira. Huyu amesema amesema kwamba anapenda kujua wataanza lini, tuje kuomba kazi. Haya, huyu amesema ni msome kama Niklas Nehemia kutokea kwa Kuzuru Center. Je, hawa watakaoathiriwa na mradi huo watapewa fidia na kuwapa uh, kuwapatia viwanja vingine? Ni hatua gani zimechukuliwa ili kudhibiti vitendo vya rushwa katika maeneo ya mradi wa nickel? Uh, Abdusiprian kutokea Bugarama. Eliki Joakim kutokea Musumba anasema, uh, kama watu wanataka kazi wanaweza kuzipata. Asante kwa ujumbe wako huo. Umesema unatokea kitongoji cha Mutobo miongoni mwa mazingira yaliyoguswa na mradi. Uh, hakika wajitahidi, kutuhamisha haraka, maana walivyotukataza kulima mihogo na kupanda migomba tunaona tunaenda kufia kwenye mitaa. Umeomba watujali wakati huu, wamechelewa wawe wana... tujali ya... ah, okay unaomba angalau wawajali kwa chakula, sawa. Claudi Daniel kutoka Bugarama, Ngara: mradi wa Tembo Nickel ni mzuri, lakini mbona vijana hatupati ajira? Baba Felix au ni kuite, Wilbard Kabanyula kutoka pande za Murubanga kata ya Nyamagoma, Ngara. Hakika mimi napenda kuipongeza Radio Kwizera kwa kutuhabarisha habari kemkem kuhusu mradi wa Tembo Nickel ndani ya jimbo la Ngara Tanzania. Uyamesema anaitwa Uwezo Filmon akiwa Kanyinya, napenda kuwauliza wataalam, sisi tuliotuma maombi ya kazi tumesubiria uh, mtuiti haya. Shukuru Robert Nobat kutoka Mbubangara, pongezi kwenu Radio Kwizera, maana umetufunza mengi yanayosababishwa na mradi huo wa Tembo Nickel. Huyu anasema kutoka Mtega Ngara ni Jacobo Sonko, mradi wa Tembo Nickel ni mzuri, ombi ni kwamba ajira zao ziwe bora kwa kila mhitaji, kwani kuna mizunguko mingi kwa yule mhitaji wa ajira hiyo. Amesema mradi wa Tembo Nickel uko poa, ila tunaomba walioko karibu na mradi huo tupewe kipaumbele kwa kupata ajira. Machumi minani kutokea Hololo huyu. Na ni Daudi Gabriel anasema huo mradi wa Tembo Nickel ufunguliwe hivi karibuni, vijana tujipatie ajira. Haya, shukrani sana kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa studio. Msikilizaji, naamini pia utapatiwa majibu maswali ya maswali